Hmm. Kuna mm, kipindi sisi tulikuwa tuna geto. Mm, yeye ni mwanangu. Mm, aliniombea mimi nilale kwa washikaji wake afu yaka analala nje. Acha bwana shua yani, we eh hey, ndo maana hata bimkubwa wangu ananiambia, yani yani, huo ndo ndugu yako, yani sijo kamtupa. mm. Hmm. Unajua, ile kuna da, kipindi nakumbuka da wana kama hapo sasa hivi. hmm. Kuna kipindi mwanangu mimi nilikuwa kasi na mishe nipo town, unajua. hmm. hmm. Yule mwanangu alikuwa anafanya kazi kwa wahindi. Hmm. analipa buku yeah, tano kwa dei unajua, anakuwa anapewa kwa wiki elfu tano ya elfu tano kwa wiki anapewa elfu thelathini yeah. Mimi sina mishe, akanichukua akaniweka kwa wanae, tukawa tunakaa kitu kama saa sita ile umeona ile mwanangu yeah, man, anaenda jobu kule, jobu anakula mchana hmm, asubuhi yote atuli yeye anakula mchana, afa na anafosi hata buku kwa mtu analitea ile ya ule Analetea mwanangu na kuja kula usiku. Yeye, yeah, anakula mchana, mimi nakula usiku asubuhi yote. Ya yeah, asubuhi yote ujala ila unakuja kula usiku. Mm. Na analipa shilingi 5000. Analipa 5000, unajua? Yeah. Sometime kipindi fulani kile ndio Mungu ana bless nini mwanangu, si unajua ile? Mm. Kuna tokea jambo fulani hivi na hivi. Yupo lazima mwanangu anambo awe pendeza wizi. Unajua tunaenda kuchana, mm. Yela yote achukui hata yeah, mimi. Da, mwanangu nunua nguo. Fanya kitu fulani jiblandi. Na yupo street hata kuna baadhi ya watu wanamuuliza, wewe oh, mwanao kakukataa nini? Si unajua ile, mbona mm, mwanao anapendeza nini nini, kwa vile mbona tukoni hata media, tukoni popote yani, mm, upo au umeacha mziki? Anambia amna muda, bado mwache aende mwanangu, akifika ataniona ndio yeah, yes. Kwa hivyo yani ni mwanangu, yani ndugu yangu. Da, noma sana mm. Nafikiri yeye kuna kitu kikubwa pia amekiona kwako ya iko wazi mm. na pia ndo mtu ambaye mimi nikuwa siamini kufanya freestyle mm. ya ndo mtu wa kwanza akanambia, wizi, fanya freestyle mwanangu, nafanya na utaenda mm. eh, fresh. Nikaanza nafanya, tunaenda sehemu hivi, labda kwenye kuchana, anaweza akapata show yeye, ananipa mimi umeona mm. eh, show hii hapa, mwanangu hivi anafikiria, o, wizi, kuna show hapa, fanya mwanangu, kuna mchongo huu hapa, anaweza akaomba namba sehemu mm. labda yeye kachana, andike namba yake anaandika namba yangu eh, bwana afana, namba kuna mtu atakupigia, atakupanga hivi na hivi na hivi na hivi na fresh na soko kwamba na maisha mwanangu. yupo Ea, yupo tu street, yani naye anakimbizana nini, Kinyamwezi. Inabidi jamaa kuna siku tumuite, mi najifunza ba, umenifundisha vitu vingi. sisi tuna washikaji zetu

kweli mwanangu anapiganisha, sijui hata alikuwa anapata wapi hela, mm. kiuhalisia, kwa sababu najua mwanangu ana nini, ana mishe kama mimi yeah. sina mishe lakini anakimbizana kakipata. Mwanangu hata apate buku mbili mwanangu, oa buku mbili hili hapa mwanangu, tunaishi vipi? Linakutosha eh, baridi kweli, uhakika eh, fresh aina noma. Basi kwa buku jelo, nipe jelo. Yani mara nyingi anajikaga chini chini yangu, mpaka sometime anambia, mbona hivi mwanangu, wewe usifanye hivi. Tunaweza tota tukaenda sehemu labda huwa tuende tukanunue tu wake, tuende pale na hela, mimi nikakipenda kitu labda kimezidi bei tu, mm. ambayo labda itaathiri kule mm, ah huwa sema kali, baridi wechukua wewe vipi? Ah, baridi. Hey. Rasta hey, e. <laughs> <laughs> Yani, ah huyo mwana huyo, ah huyo mwana ana roho tofauti sana huyo. Mimi mwenyewe kiukweli, mm. Uh, da huyo jamaa amenigusa sana.